Tuelekee kaunti namba 19 kwake Kamau Mwangi, ambapo wanatuarifu kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vya kiufundi wameshauriwa kuchukua fursa ya ajira zilizoko mitandaoni kupitia elimu inayotolewa na serikali. Wenzao uh, wanaoendelea na masomo ya kutafuta ajira za kidijitali katika kaunti ya Nyeri kupitia programu ya serikali ya ajira wamehimiza kutumia muda wao wa likizo ili kujielimisha. Kituoni, Muhoya, eneo la Ihururu, kaunti ya Nyeri, somo linaendelea. They are looking for freelancers. Ni somo kwa kundi la vijana ambao wamefika kutafuta ajira baada ya kumaliza masomo ya kidato cha nne na wengine vyuo vikuu ila ajira ikawa adimu. Kati yao ni Faith Mugure, binti mwenye umri wa miaka 26, na na ambaye alifika kwenye kituo hiki mwezi Mei mwaka jana. Baada ya kukamilika kwa ujenzi wa barabara moja eneo hilo alikokuwa amepata ajira. Mugure anasema mafunzo ya miezi mitatu hapa yamekuwa nguzo kuu ya kutosumbuka akisaka ajira. In my and I got my job at least I got double sometimes double sometimes triple yeah. Ni hadithi sawa na ile ya Alex Murimi mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu na Valentine Muthoni mwenye umri wa miaka ishirini na moja na ambao mapato yao yalikuwa duni walipokuwa wakifanya kazi za bucha na ususi mtawalia. E, eh, zile opportunities ziko kwa online ni mob sana opportunities ziko hata hatuwezi maliza hata tukiamua, si wote hizo zenye tuko Kenya tuanze kufanya kazi tutaanza cu blin the government because kazi ni mingi i advise young people to be open minded and flexible to to learn new things because every day is a learning day and through that they will have uh, many sources of income and they never lack anything to put on the table ni kwa sababu hii wamewataka wenzao wanaorejea nyumbani kwa likizo ndefu kunyakua fursa ya masomo ya ajira za mitandaoni yanayotolewa na serikali bila malipo kwenye vituo vya ajira na maabara za Jitume iwapo wangetaka kujitegemea hata baada ya kurejea kwa masomo. Nilikuja for around three months, two months hivi, that's when I first landed my job.

kufikia sasa vijana mia tano wamepata mafunzo katika kituo hiki ikiwa ni asilimia kumi na mbili nukta tano ya vijana elfu nne ambao tayari wamepata mafunzo chini ya mpango wa kidijitali wa ajira katika eneo bunge la Tetu. Kama Mwangiro Ninga ya Citizen kutoka kwa Kamau Mwangi.